Hala, tukakubaliana tuanzishe ujenzi wa vibanda vya namna hivi ambavyo vitawezesha kina akinamama kufanya biashara zao katika mazingira ambayo ni masafi rafiki, lakini sehemu yenye watu kwa ajili ya kutafuta soko la uhakika. Hivyo leo naomba nitamke, ninayo furaha kubwa sana kuwa sehemu ya mtu ambaye anakuja kukabidhi mradi huu na kuona wakinamama hawa sasa wanakwenda kujikwamua kiuchumi na kuweza kuendesha familia zao. Wao walianza kwa kudunduliza kidogo kidogo, lakini kwa sababu serikali ipo kwa ajili ya kuwezesha wananchi, sisi tumeamua kuwawezesha, kuwaboreshea mazingira. Lakini nilimuomba pia afisa maendeleo ya jamii awatembelee kina mama hawa, aweze kuzungumza nao aweze kuwasajili waweze kuwa kikundi rasmi, nyaraka zote zitimie, waweze kupata mkopo kupitia halmashauri kwa ajili ya kuboresha mtaji na biashara yao iweze kukua. Hivyo naomba kuhusu swala la uundaji wa kikundi hichi, na kukielekeza hatua kwa hatua stahiki zinazostahili kwa mujibu wa sheria, na waweze kupata vigezo vya kukopesheka waweze kuboresha mtaji wao na biashara yao iweze kwenda kuwakwamua kiuchumi. Ndugu mkurugenzi, naamini hilo litafanyiwa kazi haraka, na nitatamani niwe wa kwanza kukabidhi hiyo hundi itakapotoka kwa kikundi hichi. Mimi natamani niwe mlezi wa akinamama hawa, kwa sababu wamekuwa wakifanya kazi kwenye mazingira magumu na wamekuwa wakijitoa kwa moyo usiku na mchana kuhakikisha wanatengeneza kipato chao na hawawi tegemezi. Na kwa sababu mimi ni mama, na ninafahamu mwanamke mcha mchakarikaji na mchapakazi anapitia changamoto ngapi, nitahakikisha kikundi hichi kinakuwa kikundi cha mfano katika vikundi vyote ishirini na tisa ambavyo tumevikopesha katika halmashauri yetu kwa mwaka huu wa fedha. baada ya kuyasema hayo Ninayo heshima sasa kutumia nafasi hii kwenda kukabidhi na baadaye tutaendelea kuwafuatilia kuwalea, mpaka kuhakikisha ndoto zilizokuwa zimekusudiwa zimefikiwa.